Dhana ya kujitolea, dhana ya kujitolea katika jamii yetu, hususan jamii ya Kiislamu ni dhana ngumu. Dhana ya kujitolea ni dhana ngumu, na kuna watu wengi, dhana hii ya kujitolea inawezekana wanaielewa au wanaielewa vibaya. Ukizungumza kwenye jamii yetu, dhana ya kujitolea, wengi wanaamini anaweza akajitolea katika kujenga msikiti mashallah, hii imeeleweka vizuri. Dhana ya kujitolea katika kujenga madrasa watoto wakasoma dini hii, mashallah, imeeleweka vizuri. Dhana ya kujitolea katika kuchimba kisima ima kukichimba msikitini au eneo lingine la kijamii, hii dhana imeeleweka vizuri. Dhana nyingine ni ngumu kueleweka, inahitaji elimu na darasa iliyokuwa ndefu, na nina mifano mingi katika hilo. Dakika zetu ni ndogo sisi. Ukija kwenye programu hizi za JAI ukamwambia mtu tujitolee katika kutoa damu kuna malipo au atakulipa? Tujitolee, kuna wagonjwa hawana familia hawana ndugu, wako mahospitalini, wanahitaji uji, wanahitaji dawa, tukijitolea katika mazingira haya kuna malipo? Kuna mtu dhana hiyo haielewi. Kule Tanga tuna programu ya kujenga hospitali, tumeianza elfu mbili na kumi na tatu na asili yake imeanza misikitini maimamu wameweka hiyo programu na inaendelea, lakini moja ya kazi ngumu, kuna watu wanakwambia kabisa kujenga hospitali sio swala la dini, yaani sio swala la dini, kujenga hospitali ni jambo lingine. Kwa hiyo sisi hatuwezi kupeleka sadaka zetu kwenye kujenga hospitali, kwenye kuwasaidia JAI na mambo mengine, kwa sababu hawaamini kwamba hilo ni swala la dini. Kumbe katika swala la kujitolea katika Uislamu ni swala pana ni swala lenye maeneo mapana, ni swala kila eneo mwanadamu analofanya kwa asilimia mia moja ana haki ya kujitolea kwa ajili ya mula wake. Sasa ile dhana ya kujitolea kwenye jamii yetu, mashehe zetu wamezungumza sana na wataendelea kuzungumza, bado haijaeleweka kwa kiwango kikubwa. Tunahitaji kuambiana, tunahitaji tutoe darasa kwa kiwango kikubwa, ili mtu aone kujitolea kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ikiwa katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anazungumza haki za mwislamu katika zile haki sita za mwislamu, mojawapo ni haki ya kumtembelea mgonjwa. Kumtembelea mgonjwa ni kutoa muda wako kutoa na wakati wako kwenda kwa mgonjwa kumsalimia. Hii dhana ya kwenda kumsalimia mgonjwa peke yake ni dhana imefundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na ni dhana yenye malipo kwamba mwislamu akitekeleza agizo hilo la mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wa ana malipo anapata ndani yake. Je, mtu hata jamii yetu inajua dhana ya kumtembelea mgonjwa? Watu wengi tunapokwenda mahospitalini kutembelea wagonjwa, mpaka hayo mtu anauguzwa, anauguliwa na ndugu yake wa damu moja, au anauguliwa na rafiki yake wa karibu, au anauguliwa na jirani yake. Nje ya hapo umeoni mtu hospitalini. Na ndio maana ukionekana hospitalini mtu atakuuliza, kuna nani mgonjwa? Kwa sababu ile jamii imeelewa, atakwenda kusalimia mgonjwa, ni ndugu yake katika familia wa damu, ni jirani yake, au ni mtu wake wa karibu, kwa maana yuko naye ofisini, yuko naye kazini, amelazwa. Lakini hawezi kutoka tu kawaida, sasa leo nitasalimia wagonjwa, akiuliza kama hapana, wale wagonjwa ni ndugu zetu, na mimi nitawapa faraja, nimebeba zawadi, nimebeba machungwa, na hakuna mtu anaweza kufanya hivyo Jambo hilo linafanywa na ndugu zetu JAI na lina baraka, na JAI watapata mkono mkubwa katika jambo hilo. Lazima tuwaunge mkono na sisi tuwaombee dua katika wale wanaofanya, kama uwezo wewe kufanya, basi ni vyema ukamwombea dua yule ambaye Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kufanya. Kwa dhana ya kujitolea, tuitoe katika madrasa tuitoe katika kujenga msikiti, tuitoe katika kuchimba kisima, tuiweke tuye katika eneo kubwa. Tutaona kila mmoja ana nafasi ya kujitolea, ana nafasi ya kutoa muda wake. Kuna mwingine amebanwa na ratiba za kazi zake, hawezi kutoa muda kwenda hospitalini, lakini anaweza kutoa mchango kuwawezesha wale wanaoenda hospitalini. Kuna mwingine ratiba imembana, hawezi kwenda kokote, lakini anasema, bwana, mi natoa kiwanja hichi, mimi natoa eneo langu au natoa gari langu, nifanye shughuli hizi za kusaidia jamii yetu iliyotuzunguka. Huyu naye amejitolea. Kuna mwingine yeye hana uwezo wa kuchanga kwa maana ya pesa, hana uwezo wa kutoa mali, kutoa gari hana, lakini anasema mimi natoa muda wangu, nitawapikia wagonjwa uji mimi natoa muda wangu, mtakwenda kushughulika na wagonjwa, kuwasafisha wagonjwa, kwenda kuwahudumia wagonjwa. Huyu naye amejitolea katika ile falsafa ya kujitolea kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Wote hawa wanaingia katika gredi moja. Watu wengi unaposema kujitolea, wanaamini ni mtu kuwa imamu msikitini. Watu wengi unapoamini kujitolea ni mtu kuwa mwalimu wa madrasa pale akafundisha. Mimi ni katika watu ambao walipata mtihani na ule mtihani ulinisababisha niwepo Bombo, Tanga. Tuna hospitali ya mkoa inaitwa Bombo, kwa miezi nane. Katika ule mtihani, JAI walishiriki kwa asilimia themanini na tano mpaka tisini kuhakikisha napata huduma katika ule mtihani. Kwa katika mtu ambaye akizungumza JAI kwa manufaa makubwa, basi na mimi ninaiona hiyo JAI, nimeiona kwa nafasi yangu kabisa. Nilipata mtihani, katika ule mtihani niliopata basi nilipata mtihani wa kuvunjwa miguu. Miguu miguu yangu yote ikawa imevunjika, nikapelekwa Bongo, familia haijui, chini ya ulinzi. Wallahi, watu wajai wakaja pale, wakanihudumia kila kitu, kwa sababu hakuna niliambiwa nirudishwe tena, kwa sababu huduma hakuna vifaa ambavyo vimehitajika. Kwa hiyo mimi ikabidi watu wajai wakaja, sawa, msimrudishe huyo. Ngoja tu anataka nini na nini, wakaongea daktari, wakatafuta vifaa vyote ambavyo mimi vinahitajika kufungwa ile miguu yangu wakashiriki kwa asilimia mia moja. Yaani familia imekuja kujua baada ya wiki mbili, wanakuja kunisalimia pale nilipo ndo wananikuta nimepata zile huduma zote, na nawaambia nimepewa na JAI. Kwa hiyo wakaona kama JAI wanafanya jambo dogo au wanafanya jambo la kawaida, lakini wanafanya jambo kubwa kweli, kwenda hospitalini kutoa huduma. Mimi nimeshuhudia miaka mingi hospitalini kuna Aswa kule kwetu Tanga kuna wagonjwa wanakufa wanakosa ndugu wa kuwazika, kwa sababu hawana ndugu zao, wanazikwa na halmashauri, kwa kule kwetu tunaita hivyo au manispaa. Tangu Jai washiriki, wale wagonjwa wote ambao ni Waislamu ambao wamefariki na hawana ndugu, Jai wanasimama kama ndugu zao, wanawachukua na kwenda kuwafanyia zile haki nne anazotakiwa kufanyiwa maiti wa Kiislamu hivi. Hili la kumstiri ndugu yako kwa maana ya kumuosha kumkafini kumswalia na kumwombea dua pamoja na kumzika ni jambo dogo analolifanya JAI, ni jambo kubwa sana ambalo JAI wanahitajika kuungwa mkono kwa nguvu zote, kwa kuwasaidia hali na mali, kwa kuwapongeza na kuwapa moyo katika shughuli hizi wanazofanya. Wanafanya shughuli ngumu. Kwa mfano, wanapita madukani kuchangisha, angalau wagonjwa wapate dawa. Saa nyingine mtu anaweza akawaona akawaambia maneno ya ajabu kabisa, na bahati nzuri wanapita na vikoti vyao hivi kwa kweli kuna haja ya kuwasapoti na kuwasaidia, na sio kwamba wanafanya jambo dogo, wanafanya jambo kubwa katika jamii la kuonyesha ule wito wa kutoa msaada katika jamii, na jambo hili lina malipo, na jambo hili ni dini. Tuondoe ile falsafa kwamba dini ni msikitini, tuondoe ile falsafa kwamba dini ni madrasa, au dini ni kuchimba kisima, tuweke katika falsafa kubwa. Tumeona hapa, nazungumza swala la na kugawa nguo, kugawa mafazi, kumstiri ndugu yako ambaye uko uchi kumsitiri ndugu yako ambaye ana mazingira magumu, kumsitiri ndugu yako siku ya Idi ya ya, ya... kuna watu leo wamekosa chakula cha siku ya Idi. Wao wanawasaidia mabanda ya maskini kule Tanga. Sisi tuna mabanda ya maskini wale wazee ambao hawana ndugu, basi siku ya Idi JAI wanaandaa shughuli kubwa ya kula na wale watu na kuwasaidia mavazi na kuwasaidia sabuni na kila kitu. Kwa hiyo JAI wamebeba jukumu kubwa la kinabii wamebeba jukumu kubwa lakini tume ambalo wewe ukufika kule, lakini wao wanafika kwa niaba yetu. Lazima tuwa support, lazima tuwaombee dua, lazima tuhakikishe tunatoa muda wetu kuwasaidia katika hilo. JAI wanafanya jukumu kubwa, na jukumu hili liko kitaifa. Nilikuwa na, naongea na, na, na, na katibu wa Tanzania nzima wajai, anaonyesha nafasi aliyokuwa nayo na jukumu lilivyokuwa zito kwamba wewe utaona kawaida tu tumekuja hapa Tuna, tunapata ripoti utaona ni kawaida, lakini muulize Jai mmoja mmoja anayekwenda kule kwa wagonjwa, atakuonyesha jukumu lilivyokuwa kubwa. Na bahati nzuri kwa sababu niko karibu na Jai nahudhuria baadhi ya shura zao Tanga, wallahi, jukumu ni kubwa. Jukumu saa nyingine anatokea mgonjwa anatakiwa apelekwe Dar es Salaam KCMC au apelekwe Moshi KCMC, yani zile anapewa rufaa, alafu ndugu hana, Jai wanatoa gari yao wanatoa mafuta wanatoa na wasimamizi, wanamleka wanamleta mpaka Mwimbini, na wakifika Mwimbini wanawakabidhi JAI wa Dar es Salaam washughulike naye. Hii, hebu litazameni hiyo network waliotengeneza JAI ni network kubwa, kiasi kwamba leo ukimtoa mgonjwa Tanga ukampeleka Moshi alafu watu wa Moshi wakabeba jukumu hilo, sio jukumu dogo. Kwa kweli, ni watu wa kuungwa mkono, ni watu wa kusaidiwa, ni watu wa kusapotiwa kwa nukta zote, kwamba hili jambo ni jambo letu. Mwenyezi Mungu awape nguvu katika mazingira haya, ndugu zangu, ili ni jukumu letu. Kila mmoja ana haki ya kulifanya kadri ya uwezo wake, hichi kidogo cha dakika kumi ambacho nimepata muda wa kukisema, na nasisitiza kwamba ndugu zetu hawa wanahitajika kuungwa mkono na ni katika jambo jema sana hili, wamili.